Nyoka na nge na kuamuru kila adui, maana anasema katika hayo hakuna kitakachowashinda. Anasema mamlaka ambayo Yesu alitupa katika ufalme ni kiti cha enzi cha Mungu katika ufalme wake. Mamlaka ambayo Yesu alitupa utukufu ambao Yesu alitupa, ni mamlaka ambayo Yesu alitupa ni kiti cha enzi cha Mungu katika ufalme wake, yeye alitupa kukaa pamoja naye katika kiti cha enzi chake. Unaposoma wa Efeso sura ya tano wa pili tano mpaka sita, nasema hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, atufufua pamoja naye, atuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Yesu Kristo. Bwana Yesu sifiwe. Tumeitwa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 Majina yote ambayo anasema, kila kitu kitapiga magoti na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba, mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na yeyote ambaye anakaa ndani yake na sisi, anakaa na Yesu, akikaa ndani yake, amepewa uwezo na mamlaka ya kuamuru kila chochote kile ambacho Mungu amempa karama hiyo ya kukitenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mamlaka hii tuliyopewa ni mamlaka ya kiroho. Mamlaka hii si ya kibinadamu bali ni mamlaka ya kiroho inayotoka kwa Mungu kupitia Kristo. Tunapomwamini Yesu, tunafanywa kuwa warisi pamoja naye na tunapokea nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mamlaka hii ambayo Yesu amekuja kuiachilia baada ya kupoteza mamlaka ile ya kwanza, tumepewa mamlaka katika ulimwengu wa roho. Tumepewa mamlaka ambayo si si wenyewe hatuwezi. Ni, ni, ni katika kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu kwa kupitia Roho wake Mtakatifu ndio tunakuwa na hiyo nguvu na huo uwezo. mwana Yesu asifiwe. Ndio maana aliwaambia mitume, pamoja na kukaa naye kwa muda kipindi chote, akawaambia msubiri kwanza mtapokea nguvu, mkiisha iyopokea nguvu mtakuwa na uwezo wa kuenda nchi moja hadi nchi nyingine, anasema hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma Wakorintho wa pili kumi fungu la tatu mpaka la tano, anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo ya kila kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikira ipate kumkiri Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie tumepewa mamlaka katika ulimwengu wa roho, tumepewa mamlaka katika mambo ya kiroho. Anasema silaha zetu si za mwili, silaha zetu ni katika uwezo, ni katika uwezo wa kuangusha ngome. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha, ni jambani, kuangusha ngome. Unaye ngome gani ambayo imefunga maisha yako, imefunga kazi zako, imefunga biashara yako, imekufunga kiroho, ambayo unatamani kuiangusha katika jioni ya leo? Bwana anasema amekupa huo uweza na nguvu. Ni kumkiri yeye tu kama bwana na mwokozi wa maisha yako, akikaa ndani yako na yeye akikaa ndani yako, umepewa hiyo nguvu ya kuziangusha ngome za movu shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kushindana kwetu ni juu ya falme na nini, jamani, na mamlaka. Sasa utashindana vipi na fame na mamlaka kama wewe hauna mamlaka juu ya wakuu wa giza hili na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho? Kwa sababu hiyo, twaeni silaha mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama Soma fungu la kumi na nane wa, katika Waefeso sita, anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo katika kuwaombea watu, watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie hii mamlaka inapatikana katika kusali wakati wote. Bwana Yesu asifiwe inapatikana katika maombi ya kila siku. Haiwezekani ukaja tu maombi ya siku kumi za maombi za mwaka ukasema umepata hiyo nguvu, basi wewe kanisa, hapana. Ukitaka tutakuja tena mwakani, hapana. Yesu anasema hii mamlaka inapatikana kwa maombi ya kila siku. Hii mamlaka ya uwezo wa kushindana na nguvu za giza si ya leo wala ya kesho. Danieli wakati fulani alikuwa haelewi, akaomba kwa siku ishirini na moja kaomba kwa siku ishirini na moja mpaka ile siku ilipofika, malaika akasema mfalme wa nini jamani, wa Uajemi hapo katikati, mfalme wa nini jamani alikuwa amenizuia, lakini maombi yako yalisikiwa tangu siku ile ulipoomba, na ukiendelea, ile somo anasema nimemwacha hapo na Mikaeli na wafalme wa Wajemi, Mikaeli na nani jamani, na wafalme wa Wajemi. Kwamba huyo mfalme wa Wajemi hakuwa mwenyewe, alikuwa ni wengi. Yule malaika hakuzuiwa na pepo mmoja, hakuzuiwa na nguvu moja ya giza, alizuiwa na wengi, lakini akamtambulisha kwa jina moja, mfalme wa Wajemi. Lakini akasema ili nipite, nimepita, lakini nimemwacha hapo anaendelea kupambana nao. Nataka nikuambie, yawezekana maombi yako yamekwisha kujibiwa, lakini bado malaika wa Bwana anaenda anaendelea kupambana, kwa sababu asipopambana hilo lilojibiwa linaweza lisitokee. Bwana Yesu asifiwe! Jioni ya leo tumepewa mamlaka. Bwana alikwisha tupatia hiyo mamlaka lakini ili tuwe nayo anasema tunatakiwa sala zetu na maombi mkis, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha katika kuutafuta uso wake. Soma Wafeso moja fungu la kwanza Wafeso wa kwanza, Wafeso moja fungu la kumi na nane mpaka ishirini na tatu Wanasema macho yetu, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru tujue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyokuwa na utajiri wa utukufu wa urisi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadi ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho juu ya juu sana kuliko ufalme wote, Bwana Yesu asifiwe, na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia, akaviita akaviita vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya nini jamani? Kwa ajili ya kanisa. Na kanisa ni nani? Ni mimi na wewe. Nataka nikwambie, Yesu aliporudi, alipoirudisha hii mamlaka Mungu alimweka juu ya vyote, juu ya wafalme wote, juu ya mamlaka zote, juu ya nguvu zote, juu ya kila aina ya usultani, yani kila aina ya mamlaka unaoijua, na kila jina litajwalo. Wengine waga tunaogopa, waga tu waga majina. Ukisikia fulani unaogopa, ukisikia fulani unaogopa Ukisikia mchawi unaogopa, bundi tu amepita unaogopa. Lakini Bwana aliwekwa juu ya kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe! na ili kufanyaje? Ili alihudumie kanisa, na kanisa ni mimi na wewe. Alikwisha kuhudumia na akapaa juu mbinguni, akasema nita, atawajilia msaidizi wangu ambaye ni Roho ni jamani, Mtakatifu, na Roho huyo yupo katikati yetu ili kuachilia hizo nguvu na uwezo kwa mtu atakayezihitaji. Unajua, Yeremia alipofuatwa katika Yeremia moja fungu la nane mpaka la kumi Bwana alipomwita akasema, mimi siwezi maana naye alikuwa naogopa, alikuwa ametishwa na kuogopa vitu vingi. Sasa Yesu akamwambia, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja na wewe nikuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu jioni ya leo anakwambia usiogope, yeye yuko pamoja na wao, hao wanaokutisha, hao hivyo unavyoviogopa, hivyo unavyokuwa na wasiwasi navyo, anasema usiogope, maana yeye yuko pamoja nawe ili kukokoa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Bwana na jioni ya leo akaunyosha mkono wake, akaigusa kinywa chake, Bwana akamwambia tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako, angalia ni kuweka juu ya mataifa na juu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe! Jioni ya leo Bwana na akakuguse kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe! Jioni ya leo Bwana na akaguse hofu yako. Jioni ya leo Bwana na akaguse shida yako. Jioni ya leo Bwana na akaguse ugonjwa wako. Jioni ya leo Bwana akakutane na mahitaji yako, yale ambayo unasema mimi kwa mwaka huu siwezi, lakini katika Kristo amesema usiogope. Unapokuwa usiogope, anakwambia amekuweka juu ya mataifa na juu ya falme ili ufanyaje? Sasa anasema ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Soma katika kitabu cha habari njema Biblia, habari njema, anasema nimekupa mamlaka juu ya mataifa na falme, uwe na mamlaka ya kung'oa na kubomoa, mamlaka ya kuharibu na kuangamiza, mamlaka ya kujenga na kupanda. Bwana wetu asifiwe. Jioni ya leo tumealikwa kubomoa, kung'oa na kubomoa kila kinachojiinua juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tumealikwa kuharibu na kuangamiza kila kinachojinuka juu yako Jioni ya leo tumealikwa na tumepewa mamlaka ya kujenga na kupanda mwanzo mpya Bwana Yesu asifiwe na huo mwanzo unaujengaje Yesu mwenyewe anasema katika kitabu kile cha misali nane fungu la kumi na saba mpaka la kumi na nane anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona, utajiri na heshima ziko kwangu, naamu utajiri udumuo na haki pia. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo ukihitaji, ukihitaji hii mamlaka, mamlaka ya kung'oa na kubomoa kila aina ya changamoto, mamlaka ya kuharibu na kuangamiza kila aina ya pando la adui katikati yako, mamlaka ya kujenga na kupanda kuna kujenga na kupanda mwanzo mpya. Yesu anasema wao wanitafutao kwa bidii wataniona, kwa sababu utajiri na heshima ziko kwake. Ana maana kwamba mamlaka na uweza viko nini? Jamani, viko kwake. Kusoma katika Yohana Yohana moja wa kwanza Yohana nne fungu la 4, anasema Ninyi ni watoto wangu, ninyi ni watoto wadogo. Ninyi ni watoto wadogo mnatokana na Mungu nanyi mmewashinda. Mnatokana na Mungu nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sisi ni watoto wake, tumekwisha kushinda hivyo vita kwa sababu yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko mfalme wa dunia Bwana Yesu asifiwe. Ni changamoto gani ambayo unapitia jioni ya leo? Ni mapito gani ambayo unapitia? Ni mipango gani ambayo kwako unaiona ni milima? Asubuhi niliwaambia wasome katika kitabu cha Zaburi 46 fungu la kwanza. Anasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu. Msaada unaopatikana tele wakati wa nini jamani? Mateso. Unajua hata Daudi alijua kwamba mamlaka ya uweza na nguvu vinatoka kwake. Suleimani alijua kwamba mamlaka na nguvu na uweza vinatoka kwake. Fungu langu la mwisho linapatikana katika Warumi nane fungu la thelathini na saba. Anasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Lakini katika mambo yote ya mamlaka, lakini katika mambo yote ya kung'oa na kubomoa, lakini katika mambo yote ya kuharibu na kuangamiza, lakini katika mambo yote ya kujenga na kupanda, mwando mpya katika maisha yako. Tunayaweza yote katika yeye aliyetutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunayaweza yote katika mambo hayo tunashinda zaidi ya kushinda katika yeye anayetupenda ambaye anasema mkinipenda mkinipenda, kwa moyo wangu wote, anasema wao wanitafutao kwa bidii tutamuona. Jioni ya leo, ninajua umekuja mahali hapa kwa sababu unatamani kumtafuta Yesu kwa bidii. Najua umetoka huko ulikotoka kwa sababu una kiu ya kumtafuta nguvu ambayo hauna ndani yako. Unajua, tunakuja katika madhabahu tunakuja katika kanisa kwa sababu tunaamini upo uweza, zipo nguvu ambazo ziko nje ya nguvu zetu, ambazo zinaweza kufanya kitu na kubadilisha. Unapoona watu wanaenda kila mahali wakitapakaa huku na kule, wengine kwa kukosa maarifa, lakini kila mwanadamu anatafuta nguvu ambayo iko nje ya nguvu yake ili imfanikishe jambo lake fulani. Na sisi, nguvu hiyo Bwana alikwisha kuiachia mara tu aliposema imekwisha pale Kalvari, alisema aliposema imekwisha, alipewa mamlaka na uwezo mbinguni na wapi jamani, na duniani. Na anasema katika kitabu cha Yohana kumi na saba, utukufu wa ulionipa nimewapa, ili wawe na umoja, ili wawe na nguvu kama ile nguvu tulio nayo sisi. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo, ukiwa unatamani nguvu hiyo pamoja nami